Bila shaka Elisia eh? mm -hmm. Tunakuwa na mgeni mwenyeji na tulikujuza awali kabisa uh, kwamba leo hii tutakuwa na idara ya huduma kwa wateja Azam TV, na tupo naye David Mwambene. Yeye ni msimamizi katika uh, idara hiyo. Karibu sana David. Sani Mwambene, unatunyima nini huko huko? Uh, sisi tunaendelea kuhudumia wateja wetu mm. yes, kuhakikisha wana hata kile unachokusudia. Na huko kwenyewe unamaanisha Tazara? Sasa yeah. <laughs> Yeah. Yeah. Huduma kwa wateja sio Tazara tu. Okay. Ni popote saizi. uh -huh. Yeah. Ndo maana leo tumekuja na hii uh, website yeah. Tuelezee kwamba huduma kwa wateja ipo online na okay, ipo physically Tazara na kwenye migodi yote inayopatikana Tanzania. Okay. Yes, wale kwe... ambao wanataka kuja moja kwa moja ndio. Eh, si ndio physically hiyo? Eh, physically. Watasikilizwa. Waje, waje Tazara watasikilizwa. Lakini kwa wale sasa, kwenye wanaoperuzi kwa kutumia mtandao ya kijamii kwenye website kuna nini vinavyopatikana huko? Naam. Um, website yetu um, kwetu sisi ni ofisi kama nilivyosema, uh, ni ofisi ambayo inaendelea kutoa huduma. Naam. Yes, sasa hii ofisi uh, general kwa ujumla ina taarifa zote zinazohusiana na uh, kampuni ya Azam TV. Ndio. Yes, umu inaonesha uh, project zote, program zote, activities, bidhaa zetu zote na huduma zote ambazo zinatolewa na Azam TV kwa hiyo ni, uh, ni ofisi ambayo unapata taarifa au maelezo ya uhakika zaidi. Unajua mwana Jafari, unaweza ukawa huko mtandaoni unaona, kuna siku hizi kuna wimbi la kuwa na page ambazo sio rasmi. Ehe, sisi page yetu rasmi ni at Azam TV TZ kote Instagram, uh, X na mitandao mingine mm -hmm. lakini kuna zile akaunti fake huwa zinatengenezwa Mdia. Sasa wewe utapata wapi uhakika wa hizi taarifa mm -hmm. unaweza kupiga simu kitengo cha huduma kwa wateja, lakini kama una dakika na una bando Uh, website ni sehemu ambayo inaweza kukupa taarifa rasmi na sahihi. Okay. Kwa mfano, kwa mfano na kipindi hiki cha sikukuu za mwisho wa mwaka Ndio. Uh, nataka kuuliza mm. kwamba pengine ndani ya kisimbuzi cha Azam TV mmetuandalia programu zipi kupitia website hii naweza kwenda kupata jibu huko. Naam. Sasa uh, kwa kipindi hiki cha sikukuu kwanza ifahamike, tuna ofa ambayo imekuwa inatangazwa maeneo mbalimbali ukianzia kwenye peji zetu za mitandao ya kijamii kuna WhatsApp channel lakini vile vile mpaka kwenye website zetu hiyo offer nadhani inaendelea kutangazwa ofa ambayo wateja saa hizo wanatakiwa kuifahamu ya msimu wa sikukuu ni kwamba mteja akifanya malipo ya kifurushi cha Serengeti au Azam Play kile cha shilingi elfu thelathini na tano akilipia kwa miezi kumi. Ndiyo anapata ofa ya miezi miwili mm, lakini anaingia kwenye draw ya kujishindia TV, okay, ya Azam TV ya nchi ya 43, okay. Mm. Vile vile wateja wa vifurushi vya chini kama cha shilingi elfu 28, mm, wale wakilipia kifurushi cha mwaka mzima kwa maana miezi 12 sisi tunamwongezea na mwezi mmoja, inakuwa miezi 13, lakini anaingia kwenye draw ya kujishindia TV bure kabisa. Okay. Sasa taarifa kama hizi uh, rasmi unazipata kwenye vyanzo vyetu rasmi vya habari ikiwemo uh, hii website unajua kuna baadhi ya website ambazo ukiingia kwenye browsers nyingine, nikimaanisha kama Chrome, kuna no, Safari zinakuwa zinaguma. Sasa mtu anajiuliza mimi kwa hii browser nikiingiza kwenye browser yoyote kwa hii website zinakubali au kuna, kuna changamoto yoyote kwenye browsers nyingine? Hapana, hakuna changamoto yoyote, na labda niwaelezee ni kwa faida ya wateja wetu mm. uh, website imeboreshwa kama ilivyokuwa application ya Azam TV. Yeah. Yes, website ya zamani na sasa hizi ina utofauti kidogo ya sasa hizi ina, ina huduma hadi imeenda mbali zaidi. Kwa mfano, uh, moja kati ya changamoto ambazo wateja wamekuwa wanatupigia sana simu mm -hmm. Ni kutuulizia hivi, uh, jamani napata vipi msimamo wa ligi kuu? Yeah. Yes. Japo kuna peji zetu kama Azam TV Sports mm -hmm. Zipo zinaonesha zina, misimamo. Yeah. lakini kama nilivyosema website imekuwa ni chanzo cha habari za kuaminika za uhakika za zaidi. yeah. mteja akitaka contact, akitaka links, akitaka uh, maelezo ya uhakika zaidi na ya kudumu ni kwenye website. Kwa hiyo kwenye website yetu saa hizi uh, kama inavyoonekana kwenye, kwenye screen pale, naweza nikaielezea. yes, ni hmm. uh, ukifungua eneo la home, uh, ukienda kipengele cha sport pale, kuna vitu ambavyo vimeongezwa uh, hmm ambavyo ni faida sana kwa wateja, eneo la sports. sports pale hmm. kuna tournament. Tupeleke. Uh, tupeleke kwenye sports yes. Ah. Kwenye sports pale kuna tournament ambayo hii uh, inaelezea ina uh, historia ya hmm. ligi kuu uh, hmm. kwa miaka kadhaa iliyopita, lakini vilevile kuna teams hapa. kwenye teams ni kipengele ambacho kimeongezeka baada ya maboresho ya hii website hapa, mteja au wadau wowote wanaweza akapata uh, kufahamu misimamo ya ligi kuu, ni timu gani inaongoza. mm -hmm. Lakini vilevile unaweza vile kupata listi ya wafungaji bora mm -hmm. kwa wakati huo hiki, yeah. kitu akikuwepo kwa mara ya kwanza. mm -hmm. Kwa hiyo imeboreshwa sana uh. Hapo kuna mechi, kuna event. hizi ni, uh, ni fixture au mechi zijazo ambazo zinakuwa zinaoneshwa pale, na sio mechi tu pekee, mpaka matukio makubwa kama vile vitasa vyote, okay. vitakuwa vinawekwa hapa okay. yes. Sawa. Naona pia manake mimi na tabia ya usabato kidogo, yani Tomaso, mpaka nishike ndo niamini. Nimejaribu na mimi kufungua pa kuperuzi, ukifungua unaona kabisa kuna channel zote. Ndio je, kupitia website hii mtu anaweza kuangalia live? Yes, swali zuri sana. Naam, hii channel, um, kwanza ifahamike tuna wateja wapya, lakini vilevile vile, tuna wateja ambao ni endelevu, tayari wapo kwenye familia yetu mm. Ehe, kwa hiyo wateja wapya wataangalia kama mimi kisimbuzi changu je, kina chaneli kama zilivyokuwa kwenye hii listi au kuna chaneli zinamisi? Kama zinamisi, wanahusiana na sisi yeah. Lakini kwa wale wateja wapya wanaweza wakashawishika sasa, kutokana na uh, wingi na chaneli ambazo zinapatikana kwenye kisimbuzi chetu sasa. Uh, hizi chaneli zimekuwa grouped uh, kwenye, kwenye mfumo wa vifurushi mm. Kwa hiyo mteja pale ataangalia uh, yeye mwenyewe kwa kifurushi gani ninapata chaneli gani? Kategori zote zipo hapa kuanzia okay. Habari, watoto, makala aa, muziki mm. tamthilia, kila kitu kinapatikana hapa. Maswali yote kisimbuzi kisimbuzi kisimbuzi kisimbuzi kisimbuzi yanapatikana hapo. Hii channel inaendana na package hapa okay. Kama ukiangalia mm. mwanzoni hapa kwenye home channel na package tunaviunganisha kwa pamoja, kwa hiyo utaangalia channel, na utaangalia ni chaneli zipi zinapatikana kwenye kifurushi kipi mm -hmm. naam kwa Watanzania sisi tumekuwa hatuna ule utamaduni sana wa ku search vitu kama hivyo, unahitaji kitu una search. Mm. Na ndio maana umekuja hapa ili kwa ajili ya kuweza kuelimisha umma mbali na kuja kwetu sisi hapa. Ni vitu gani vingine mnafanya kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anajua maana simu zinakuwa nyingi sana. Mtu akishakujua tu upo Azam kokote. Ndio. Anakuuliza kuna visimbuzi gani au anakuambia kuna package gani na kiasi. Mnafanyaje kuhakikisha taarifa zinafikia watu kwa ukubwa? Sawa, swali zuri sana. Aa uh... Kimsingi tukiangalia, naomba nijibu kwa, kwa nje ya website. Sawa. website swali ukiangalia yetu hapa ukienda home mm. juu kabisa inakuonesha list ya nchi. So, Tanzania tu mm. Eh, taarifa ambazo zinawekwa kwenye website uh, zinaenda dunia nzima. Okay. Eh, kama sisi ambavyo tuko dunia nzima, tuko live mpaka Azam Max, dunia nzima inatuangalia. Kwa hiyo kuna, kuna nchi Tanzania pale unaiona, kuna Uganda mm. kuna Kenya, kuna Malawi, kuna Zimbabwe, kwa hiyo taarifa zote zinazohusiana na masuala ya uh, huduma zetu na bidhaa zetu tunaziweka hapa, utazipata hapo, utazipata kwenye mtandao wa kijamii utazipata yeah, whatsapp channel eh, na utazipata uh, kwenye matangazo yetu ambayo tunatangaza kwenye uh, television zetu. Na hizi nchi kwa nini zimewekwa zimewekwa hapa? Eh, labda nijiongezee swali sasa. Sawa. Eh, eh, <laughs> kwa nini kwa nini zimewekwa kwa hapa? Eh, kitengo chetu cha huduma kwa wateja ni kitengo cha kidigitali ambacho kina kinahudumia nchi zaidi ya moja, tunahudumia wateja mpaka nje ya mipaka ya Tanzania yes, ifahamike, tuna Azam TV Uganda, kuna Azam TV Kenya, kuna Azam TV Malawi na Zimbabwe. Sasa wateja wanaweza kuwa wanajiuliza mimi uh, labda na kisimbuzi cha Kenya. Huwa inatokea kuna wakenya wanakuja kufanya kazi Tanzania, wanakuja na visimbuzi vyao, na kuna Watanzania wanaenda Kenya au Uganda, wanaenda na visimbuzi vyao. Sasa, hawa uh, wanahitaji wa, huduma ambayo inafanana na kisimbuzi pale aliponunua yeah, nchi aliyonunua. Kwa hiyo, ikiwa wewe kisimbuzi chako ni cha Uganda au unataka mawasiliano ya huduma kwa wateja Uganda, ukiigusa nchi ya Uganda upande wa kulia kabisa kule, utaona kuna mawasiliano ya kitengo cha huduma kwa wateja Uganda. Aha. Ukigusa Kenya, vile vile Malawi, Zimbabwe na nchi nyingine zote. Kwa hiyo hii website uh, inatoa taarifa Aa, za kuwakumbusha, za kuwahimiza na kuwashawishi wadau na wateja wetu wote sio Tanzania pekee mpaka nje ya mipaka ya Tanzania. Okay. Mm -hmm. Sawa sawa. Kwa hiyo kwa, kwa mtumiaji hapo sasa aangalie nchi yake husika, aache mwembwe huko Tanzania, lakini nikiongezea kitu kingine hapo Bwana Jafar. Ndio. Kwa mfano Afrika Mashariki sisi sote ni ndugu, okay. Ehe, Kenya, Uganda, mpaka Malawi ambako tupo Uganda. sasa inaweze, sisi tunawasiliana mm. Inawezekana na ndugu yangu yuko Nairobi mm. Anasema, bwana, mimi leo sipo vizuri mm. nataka unilipie kifurushi changu mm. Wakati mwingine hii mitandao ya simu huwa haingiliani, kwa hiyo unaweza kuwa unajiuliza nitawalipia vipi hawa ndugu zangu? <coughs> Uh, website ni solution la hii changamoto, Okay. Yes. Uh, upande wa kulia kabisa mwishoni juu mm, kuna option imeandikwa pay now, Okay. Okay. Ukigusa hii pay now mm, itakuletea listi ya nchi ambazo unaweza ukafanya malipo Okay. mm -hmm. Kama so, screen yetu uh, inavyotuonesha pale mm. Ehe. Unaona kuna Azam TV Tanzania, kuna Azam TV Kenya, Azam TV Malawi Uganda na Rwanda. Kwa hiyo ukitaka kumlipia mteja ambaye yuko nje ya nchi nyingine na listi inaonekana hapo, utaigusa uh, ile nchi husika ambayo unataka kufanya malipo sawa sawa eh, itakudai namba ya kadi mm -hmm. Utaingiza namba ya kadi sasa ya hiyo nchi husika ndio mm -hmm. Baada ya kuingiza namba ya kadi eh, bei ya kifurushi itatokea, utatakiwa kuingiza nani, taarifa za debit kadi yako mm -hmm. Basi pesa yako itakatwa kwenye kadi ya benki na mteja kule atakuwa amefanyiwa malipo na huduma zitafunguliwa okay. Yes. Hii ni nzuri kwa pengine na... inakwenda kuwa mwa hey. arobaini wale ambao eh, wanasumbua call center yeah. Eh, kipindi kile ambacho pengine za mechi zile mm. kubwa na nini mm. Kwa kumbe anaweza kujihudumia kupitia website, kupitia website. Ya mambo yakaenda vizuri kabisa kabisa. No, no. No. Sasa pia hapa okay. Nimeona kwamba tumeongelea kwamba kupata tu taarifa kwenye website mm. Tumeshazoea kwenye website nyingine kuna zile live chats Yes. kwamba je niki, nikiwa na maswali yangu mule mule kuna sehemu ambayo naweza nikauliza maswali nikajibiwa na nikijibiwa ni kwa wakati au inakuwa vipi? Yes, ni kweli uh, website yetu imeunganishwa moja kwa moja na watoa huduma. Yes, kuna, ukienda option ya, ya pili kutoka mwisho imeandikwa support. Mm. Yes. Ukigusa hii support ina, on, kuna option pale, kuna frequently asked question, kuna print EFD na kuna online feedback. Online feedback einahitaji yeah, ina, ina taarifa zako ambazo uh, unataka uziwasilishe kwetu kama ni maulizo au yeah, eh, mapendekezo eh, au changamoto yoyote mm. Unawasiliana na sisi na sisi tunakujibu moja kwa moja. Kwa hiyo ukifika kwenye hiki kipengele, moja kwa moja utakuwa unazungumza kwa kuchati na mtu wa huduma okay. Kwa hiyo kuna live engagement okay, uh, kati ya watu wa huduma na wateja. Kuna swali uliniuliza hey, nilianza kukupa maelezo ya awali nilikuwa naelekea kwenye pointi hiyo. Uliniuliza kwamba hii website inatoa taarifa tu au wa, wateja wanaweza waka, waka, waka, wakaweza kuangalia vipindi vyetu Ewa, na, ya sasa. Moja kati ya maboresho ya hii website tofauti na ile ya mara ya kwanza yeah, ni tumeilink na na Azamax. mm -hmm. Mm -hmm. Kwenye Azamax ifahamike, tunaweza tukapata tuka huduma kwa namna mbili, ukapata e, huduma kwa kudownload application, lakini vile, vile kwa ambao wanatumia vifaa uh, kama hizi iPad au kompyuta wanaweza katumia uh, web tunaita uh, ni web yake sasa uh, ni web.azamtvmax.com. Okay. Sasa hapa chini kabisa ukiscroll chini kabisa hapo uh, kwenye home kama screen inavyoonyesha ukiscroll chini kabisa mm -hmm. ehe chini kabisa, chini kabisa. E, utaona hiyo option ya max hapo mm. Ukiigusa hii option ya max mm. Moja kwa moja kinachofunguka hapo ni Azamax web, okay. Hii oh. E, hey, Azamax web sasa itakutaka wewe Uingize credential zako zile za, ku, za, za kuingilia kwenye application mm. E, utaingiza namba ya simu na utaingiza password yako, e, kisha utakuwa tayari ushaingia kwenye mfumo wa Azamax na utaendelea kupata huduma moja kwa moja. Okay. E, kwa hiyo kama unajiuliza labda nitapata wapi linki ya uh, Azamax web, usijali, ingia kwenye website yetu ya azamtv.co.tz, shuka chini kabisa, utaiona Azamax, ukigusa moja kwa moja na kupeleka kwenye huduma, okay lakini hata kwa wateja ambao hawajajisajili na Azam Max au wanataka kufahamu uh, application rasmi za Azam TV. Ndiyo. Kama nilivyosema tuko kwenye dunia ambayo watu wengine huwa wanatengeneza vitu feki eh, eh, kuna application nyingine ni feki eh, Mteja akifungua anaona mbona sio hii inayotangazwa na, wana, mm, na Azam TV. Chini kabisa kwenye home uh, kwenye ile web yetu azamtv.co.tz uh, chini kabisa upande wa kulia kuna, kuna Google Play na App Store. Hizi zinampeleka mteja moja moja, kwa moja, kwa mteja mpya, moja kwa moja akizigusa, zinampeleka kwenye App Store au kwenye Google Play Store a download application ya Azamax, ajisajili, kisha ingia kwenye familia ya Azam TV. Sasa skazi mtazamaji akajiuliza kuna usalama gani kwa taarifa zangu za simu au mm, namba zangu za kadi za malipo nikitumia kwenye website, maanake tunajua siku hizi wadukuzi wako wengi, dio? kwenye maswala ya utandawazi, usalama upoje kwa watumizi wake? Uh, ni salama sana, na wakati una, unafanya usajili kwanza, usalama unaanza wakati wa usajili. Wakati wa usajili sisi tunahakikisha kwamba Uh, kile unachokiweka huduma unazo, uh, taarifa unazoziweka ni sahihi na ni za kwako, kwa maana huwa, uh, kila hatua kama ukijisajili ukitengeneza password, tunatuma OTP tunahakikisha, hmm, one time password, kama yes, ni, ni huyu ni LC mwenyewe. Na ukiwa unaingiza smart card yako, tunataka tujihakikishie kwamba hii smart card ni ya Jafari. Kwa hiyo namba uh, ile OTP au one time password itatumwa kwenye namba ya simu iliyosajiliwa kwenye kile kisimbuzi, yeah. Jafari akiona atagundua kwamba yes, ni mimi. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote ambaye anaweza akadukua, mm. kwa sababu ni lazima OTP itatumwa kwa yule mtu ambaye amesajili. Sasa kama ulisajili kwa namba ya simu, simu unayo wewe mwenyewe, kwa hiyo hakuna yoyote ambaye anaweza kadukua. Tumeimarisha sana ulinzi kuanzia eneo hilo. Sawa sawa, yawezekana kabisa. Uh, mdau kwa haya ambayo tunazungumza naye hapa kuhusu websaiti ya, ya Azam TV eh, mahali akawa anataraji kupata elimu zaidi ili kuona namna na gani ataweza uh, kupata kwa undani kuhusu uh, websaiti hii, nini ambacho anaweza kufanya kwa yule ambaye, eh, anataka kufahamu kwa kina kwa no. sababu eh, ni jambo jipya hili. Naam, namba moja kwanza, kitengo cha huduma kwa wateja ni kitengo ambacho kinatoa taarifa lakini vilevile kinatoa elimu aa, ya huduma zetu kwa wateja. Kwa hiyo mteja anaweza akapiga simu kitengo cha huduma kwa wateja, akauliza lile ambalo amekusudia kuhusiana na website ya Azam TV, kisha sisi tukamwelekeza tuka nini cha kufanya, aa, faida na huduma ambazo anaweza akazipata. Kwa kifupi, aa, mteja ambaye atafuatilia website yetu ataweza kufahamu uh, list ya channel na package kama ilivyoonesha pale, lakini vile vile anaweza akafanya malipo kwa nchi nyingine, kama nilivyoelezea kwa kifupi. Atafahamu bei za visimbuzi, atafahamu EPG. EPG ni wanasema electronic program guide, ambayo inaonyesha ratiba ya vipindi Ukitaka kujua sinema zetu saa ngapi kuna kipindi gani, Azam sport saa ngapi kuna kipindi gani, basi kwenye website kuna option ambayo e, itakuwezesha kuona hizo. Kuna mawasiliano wa mawakala, ukifungua website popote ulipo pale, kuna list ya mawakala Tanzania nzima. Kwa hiyo kama huko Mbeya, uko Mwanza, unatafuta contact ya wakala wako, unampigia simu kisim, kisha unajipatia kisimbuzi chako. Kitu kingine kikubwa zaidi ni kwamba kwa wale ambao wanafanya malipo uh, ya ofisi ambayo yanahitaji risiti, unaweza ukawa umefanya malipo yako kwenye simu, lakini ukitaka uh, EFD risiti ambayo ni printed unaweza ukaprinti EFD kupitia websaiti yetu, okay. Yes, ukaiambatanisha, mm, kwenye viambata ukapeleka ofisini, mambo yaenda huko. Sasa kwenye matumizi ya website kuna, kuna wale watu ambao huwa na mahitaji maalum eh, macho, matatizo ya macho. Kwa hiyo kuna, kuna rangi fulani dio, anakuwa haziwezi kuzitumia dio. Sasa dio, kwa website yetu tumeona rangi zetu zile ambazo za kampuni. Je, kuna sehemu yoyote ambayo inakuwa rafiki kwa watu wenye changamoto kama hizo? Sasa hizi rangi uh, ni za kampuni lakini zimewekwa ung'avu ambao hauna madhara kwa wale wenye changamoto ya macho tumelizingatia. <laughs> E, kwa hiyo wakati wa kui, kui develop hii uh, website, kama nilivyosema, imeboreshwa. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo pia tumezingatia okay. Ndio, ndio. Kwa hiyo sisi tunatoa huduma kwa watu wenye uh, wa, namna yoyote ile wenye changamoto aina yoyote e, Ukiona uki, uki kama una changamoto kwenye website basi unaweza ukatupigia simu au ukatutembelea vituo vyetu vya huduma kwa wateja, basi tutakusaidia. Na brother Mambene. Na, eh, hili la kutembelewa hasa kipindi hiki cha sikukuu <laughs> eh, za mwisho wa mwaka. Inawezekana mtu akawa ametengeneza mtoko wake kabisa kusema bwana, mm -hmm. Hichi kisimbuzi mimi ninacho tu nyumbani hapa <laughs> kwani kule kinakotoka kunafananaje? Ndio ndio. Anaweza akaamua e, atengeneze mtoko akaja kuwatembelea bwana. Si ndio? Yes, ni kweli, ni kweli. Mlango uko wazi. Mlango uko wazi kabisa. Asante sana bwana. kwa... Kwa, kwa, uh, kwa kumalizia, yeah, kumalizia website uh, inafanya kazi masaa 24. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuwa umepata changamoto, labda ni usiku sana, labda ni saa nane saa saba aa, na kituo kituo cha huduma kwa wateja labda wapokea simu kwa muda huo hawapo, lakini hii inafanya kazi masaa ishirini na nne na changamoto zote ziko hapa. Kuna eneo linaloitwa frequently asked questions no. kuna maswali na majibu ya changamoto zote. Kama unapata unaona no signal, kuna majibu yake. Access denied, kuna majibu yake Uh, smart card expert kuna majibu yake. Kwa hiyo tafadhali tembelea website yetu kipengele cha frequently asked question, uh, utazifahamu changamoto zote za visimbuzi lakini na solution yake eh, ili mm. usi, uweze kuzitatua mwenyewe changamoto hizi endapo zitajitokeza. David Mwembele, shukrani sana. Asante sana. Ah, mambo yangu kabisa yani. Nimejifunza mengi zaidi. Asante sana David, shukrani sana. Na ni David Mwembele msimamizi wa idara ya huduma kwa wateja Azam TV, akitupitisha leo katika website hii ya Azam TV, na sina shaka umejifunza mengi na utakuwa ni miongoni mwa watumiaji wakubwa kabisa eh, kwa kila ambacho unakihitaji kupitia eh, huduma zinazotolewa na Azam TV kwa ujumla.